Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa mtu wa Mungu. Kwa majina yangu naitwa Elisha Josephat. Uh, Mungu amenisaidia ni mwimbaji wa nyimbo za Injili kutoka hapa hapa Tanzania. Na Mungu ameniwezesha na ameninua pia na amenipa kalama hii ya uimbaji katika ulimwengu huu ambao umeendelea sana ambapo watu wanafanya mambo ya kwao na wamemsahau Mungu. Neno la Mungu wamelizoea kuwa ni kawaida, lakini ninamshukuru Mungu kwa sababu yeye anamwinua mtu kutokana na jinsi anavyomjua mwenyewe. Kwao naamini Mungu ameniinua kwenye ulimwengu ama kwenye kizazi ili niweze kusema na watu ambao pengine waliozoea neno la Mungu waache kulizoea, waishi maisha matakatifu. Kwa hiyo, ninaitwa Elisha. Naomba unisapoti na ushare, ulaiki kwa marafiki zako, kwa jamaa zako, kwa ndugu zako na wao pia waweze kupata ujumbe huu. Kwa maana ukisoma hata kitabu kile cha Mathayo, usome kitabu cha Mathayo sura ya tisa mstari wa ishirini, ni habari za mwanamke mmoja ambaye yeye alijivua woga. Hebu tusome kwanza aa, kitabu cha Mathayo sura ya tisa mstari wa ishirini. Biblia inaniambia tazama, mwanamke aliyekuwa na ugonjwa wa kutoka damu muda wa miaka kumi na miwili alikuja kwa nyuma akagusa upindo wa vazi lake, kwa maana alisema moyoni mwake, nikigusa tu upindo wa vazi lake nitapona. Mstari wa 22 anasema, Yesu akageuka akamwona, akamwambia, jipe moyo mkuu binti yangu, imani yako imekuponya. Yule mwanamke akapona tangu saa ile. Nataka niseme nini wakati huu? Manake Mungu ama yule mwanamke ambaye alimwendea Yesu alikuwa na ugonjwa nadhani kwa wamama walio wengi wanaweza akatusaidia. Unakuta mama akitoka damu muda wa siku tatu tu tayari imekuwa ni jambo ni msiba kwake, lakini huyu mama alitoka na damu muda wa miaka kumi na miwili. Mwaka wa kwanza anateseka, mwaka wa pili anahangaika, mwaka wa tatu analia, mpaka mwaka wa kumi na mbili. Lakini akawaza moyoni mwake, maanake hapa sasa alikuwa tayari anasali, ana dini yake, anasali tena nzuri tu, lakini hakuenda kumweleza mchungaji wake na wala hakwenda kumweleza mzee wa kanisa wala shemasi wala ndugu yake wa mle kanisani, lakini akawaza moyoni mwake, akasema, ninatamani Yesu huaga anapita njia hii, ninatamani nimwendee Yesu, nikimgusa tu, yani ule upinde wake tu wa vazi lake, mimi nitapata kupona. Endapo ile mtu ange angeshauri kwa jamii, ama angemshauri mchungaji wake, pengine angemkataza akasema, hapana, ili jambo unalolifanya halipo kwenye Biblia, halijawahi kuandikwa wala halijawahi kutokea duniani, wewe unawezaje kwenda kumgusa tena Yesu? Hmm? Lakini tazama imani yake yule mama alivyoinua, akaenda akafika, akamgusa Yesu, akapata uponyaji. Na Yesu akageuka, akamwona, akamwambia, binti yangu, jipe moyo mkuu, imani yako imekuponya. Alimaanisha nini? Kwamba imani ama kile kitendo mama alichokifanya. Kwa hiyo, imani sio swala la umati wa watu kwenda kusali, kanisa likajaa au ukaona watu wanamsifu Mungu kwa namna nyingine ambayo siyo ya kawaida. Yule mama aliinuka saa ile ile akawa mzima. Kwa hiyo tunajifunza nini katika ujumbe huu? Kwamba imani ya kugusa Yesu, imani inayomfikia Yesu, imani inayokutambulisha wewe kwa Yesu ni ipi? Maanake imani hiyo inayokutambulisha kwa Yesu ni ile ya kusimama wewe mmoja mmoja, kutoka ndani ya nafsi yako, umeamua kwa maamuzi yako pasipo kushinikizwa na mtu yoyote. Kwa hiyo haijalishi hata kama ni kiongozi wewe ni mtoto wa kiongozi wa kanisa, ama ni mtoto wa mtu fulani mwenye sifa nzuri. Kwa hiyo inapaswa usimame wewe mmoja mmoja katika ulimwengu huu. kwa hiyo wapendwa, ninapenda tu kujitambulisha kwenu. ninaitwa Elisha Josephat, nadhani tutajifunza mengi. ninaombeni support yenu, msambaze chaneli yangu mwisambaze mwitambulishe huko kwa watu ishare, like, subscribe, waeleze na marafiki zenu huko. Kwa hiyo Ninakushukuru sana na Mungu akubariki. Naitwa Elisha Josephat, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Amen. Mungu akubariki.